Mambo vipi mfuatiliaji na mtazamaji wa channel ya FEABOY, karibu tena katika channel yetu kwa update zote kuhusu ajira, elimu, pamoja na mambo mbalimbali za kuweza kutengeneza pesa simu yako ya mkononi. Na katika video hii ya leo tutakwenda kuangalia nafasi za kazi almashauri ya wilaya ya Shinyanga. Nafasi ambazo zimeweza kutangazwa ni nafasi za mwandishi mwendesha ofisi daraja la pili, kuna nafasi mbili ni nafasi ambazo zimeweza kutangazwa. Na kama inavyofahamika, majukumu ya kazi ya mwandishi mwandishi ya ofisi ni kuchapa barua, taarifa na nyaraka za kawaida na za siri. Lakini pia utapaswa kupokea wageni na kuwasaili shida zao au kuwasaidia shida zao na kuwaelekeza wanapoweza kusaidiwa. Lakini pia kutunza taarifa za kumbukumbu, kutafuta majalada na nyaraka zinazohitajika katika utekelezaji wa majukumu ya kazi na pia kupokea majalada na kusambaza kwa maofisa walio katika divisheni kitengo au sehemu husika. Pia kuandaa orodha ya mahitaji ya vifaa vya ofisi. Sifa ni mwombaji awe amefaulu kidato cha nne au kidato cha sita mwenye shahada, mwenye stashahada au diploma ya uhazili au cheti cha NTA level 6 ya uhazili. Aidha awe amefaulu somo la hati mkato ya Kiswahili na Kiingereza maneno mia moja kwa dakika moja na kupata programs za kompyuta za ofisi kama vile Word, Excel, PowerPoint, internet, email na publisher kutoka chuo chochote kinachotambuliwa na serikali. Ngazi ya mshahara ni kwa kuzingatia TJSC. Masharti ya uh, jumla kwa waombaji wote wawe ni raia wa Tanzania wenye miaka kuanzia 18 na isiyo zidi 45, na hakikisha umeandaa CV yako. Pia CV yako iwe imejitosheleza ikiwa na namba za simu zinazopatikana pamoja na majina ya wadhamini watatu wa kuaminika lakini result slip, provisional result pia hazitakubaliwa. Hakikisha unakuwa na vyeti vyako halisi kuanzia cheti cha kidato cha nne na kuendelea. <coughs> na kwa wale ambao wamesoma nje ya nchi, hakikisha vyeti vyenu vimehakikiwa na taasisi zinazohusika kama NECTA, TCU pamoja na NACTE. Barua ya maombi hakikisha imesainiwa na pia mwisho wa kutuma maombi ni tarehe 20 mwezi wa 11, 2025, saa 6 usiku. Muhimu, unakumbushwa kuambatanisha barua yako ya maombi ya kazi iliyosainiwa pamoja na vyeti vya elimu. Barua zote za maombi ziandikwe kwa mkurugenzi mtendaji almashauri ya wilaya Shinyanga, ya Shinyanga, SLP 113 Isilamagazi, Shinyanga, na maombi yote yatumwe katika mfumo wa kielektroniki wa ajira poto, yani poto.ajira.go.tz, na maombi yatakayotumwa nje ya utaratibu huo hayatashughulikiwa. Jina langu ni Feaboy. Kama ni mara yako ya kwanza kuingia katika channel hii, hakikisha una subscribe una like na una share video hii kwa wengine wengi zaidi, ili waweze kupata taarifa hizi muhimu. Asanteni na karibuni.